Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Ukraine, hatua inayoongeza taharuki ya kimataifa huku mazungumzo ya amani kati ya Urusi, Ukraine na Marekani yakiendelea. Mashambulizi hayo yaliyoripotiwa kutokea katika miji kadhaa ikiwemo Kiev na Kharkiv yamelenga miundombinu muhimu ya kiraia kama umeme, mafuta na mifumo ya mawasiliano na kusababisha majeruhi pamoja na uharibifu wa mali. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za Ukraine, makombora na ndege zisizo na rubani zilirushwa kwa wakati mmoja katika maeneo tofauti, jambo linaloashiria ukubwa na uratibu wa mashambulizi hayo. Huduma muhimu kwa raia zimeathirika, hasa katika kipindi cha baridi, hali inayozidisha changamoto za kibinadamu na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaohitaji msaada wa dharura. Jeshi la Ukraine limesema baadhi ya mashambulizi yalifanikiwa kuzuiwa japokuwa, ya uharibifu uliotokea tayari una athari kubwa kwa maisha ya raia. Mashambulizi haya yamekuja wakati ambapo duru mpya ya mazungumzo ya amani inaendelea yakihusisha Marekani, Urusi na Ukraine kwa lengo la kutafuta suluhu ya kisasa ya vita vilivyoingia mwaka wake wa nne sasa. Licha ya mazungumzo hayo, hakuna makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa, hali inayozua maswali kuhusu dhamira kweli ya pande zinazohusika katika kufikia amani ya kudumu. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa hatua ya Urusi kufanya mashambulizi wakati mazungumzo yanaendelea inaweza kuwa mkakati wa kuongeza shinikizo katika mchakato wa kidiplomasia. Kwa mtazamo huo, Urusi inaonekana kuonyesha kuwa bado ina uwezo mkubwa wa kijeshi na kwamba mazungumzo ya kisasa hayamaanishi kusitishwa kwa operesheni zake za kivita. Hatua hii pia inatazamwa kama ujumbe kwa Ukraini na washiriki wake kwamba mwelekeo wa vita bado unaamuliwa zaidi uwanjani kuliko mezani. Kwa upande wake, Ukraini imeelezea kulaani vikali mashambulizi hayo ikisema yanahujumu juhudi za amani na kuhatarisha maisha ya raia wa sio kuwa na hatia. Serikali ya Kyiv imesisitiza kuwa mashambulizi ya aina hii yanaonyesha ugumu wa kufikia makubaliano ya haraka ya kusitisha mapigano huku ikiendelea kuiomba jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Marekani imeeleza wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa mashambulizi hayo ikisema yanadhoofisha mazingira ya mazungumzo ya amani na kuathiri imani kati ya pande zinazojadiliana. Wakati huo huo, baadhi ya nchi za ula laya zimeonyesha hofu kuwa mvutano unaoendelea unaweza kupanuka zaidi na kuathiri usalama wa kikanda, hasa ikiwa juhudi za kidiplomasia hazitaleta matokeo ya haraka. Kwa mtazamo wa kimataifa, kuendelea kwa vita nchini Ukraine kunaendelea kuleta athari pana zaidi katika masuala ya usalama, uchumi na siasa za dunia. Bei za nishati zimeendelea kuongezeka huku baadhi ya nchi zikijiandaa na athari za muda mrefu za mabadiliko ya usambazaji wa mafuta na gesi. Wakati huo huo, mvutano kati ya Urusi na nchi za Magharibi umeendelea kuathiri mahusiano ya kidiplomasia na kuimarisha misimamo mikali ya kambi zinazo kabiliana kwa baadhi ya mataifa yasiyoegemea upande wowote. Hali hii imezidi kuchochea wito wa kuimarishwa kwa diplomasia na juhudi za kimataifa za upatanishi, huku yakihofia kuwa kuendelea kwa vita kwa muda mrefu kunaweza kusababisha mgogoro mpana zaidi wa kimataifa. Hali hii inaendelea kuvifanya vita vya Ukraini kuwa suala linaloathiri mwelekeo wa usalama na utulivu wa dunia kwa ujumla. Hali inayoendelea kuonekana ni kwamba licha ya kuwepo kwa mazungumzo ya amani, vita nchini Ukraine bado vinaendelea kwa nguvu. Mustakabali wa mgogoro huu unaendelea kutegemea zaidi uwiano wa nguvu kati ya pande husika, litakalowekwa ili kusukuma mchakato wa amani kuelekea matokeo ya kweli na ya kudumu. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.